Uh, ngoja kwanza nikae hapa kabisa. Sasa kwa wewe mfugaji ambaye unafuga hawa kuku wa nyama hawa ambao unawaona hapa kwenye hili banda. Hawa bwana ni, ni broiler uh, na wewe ambaye unatazamia uwaze kuwafuga hawa kuku, labda kuna mfugaji amekwambia uh, kwamba ukifuga broiler unapata faida ya chap chap. Basi ni muhimu sana kuitazama hii video, tazama hii video mpaka mwisho, usiluke hata sehemu moja, na itakwenda zaidi kuwafungua uh, macho kwa wale wafugaji pia ambao wao wanafuga broiler, huoni faida ambayo unaipata uh, yani mfano uh, una, yani unashindwa kutoa faida kwenye mtaji wako kila ukifuga unarudisha hela yako au unakata elfu hamsini e, baadaye inatakiwa uongezee hela kwenye mtaji wako. Wapo wafugaji wa namna hii, huenda hata wewe unayenitazama upo katika huu upande ambao, aa, unaingiza kuku, unachukua hela kwenye mishemishe zako nyingine, tena unaweka kwenye kuku, una uone unachokifanya sasa. Tazama hii video mpaka mwisho, usiruke hata kipande kimoja. Uh, sasa kwanza nianze kabisa, broiler ni kuku wa nyama na hawa ni kuku ambao wanapendwa sana eh, Tanzania, mazingira mengi ya Tanzania wanapenda sana kuwafuga, uh, hawa kuku hasa maeneo ya mjini kwenye miji kama vile Dar es Salaam, uh, Morogoro, Arusha, uh, miji kwenye miji ile ambayo in, inakuwa ina mzunguko mkubwa wa watu ambao uh, wana wanatumia wana, wana hawa kuku. Kwa hiyo ni maeneo ambayo wanapenda sana kuwafuga. Kwa mfano kule Dar es Salaam uh, kigamboni kule kuna wafugaji wengi sana ambao wanafuga hawa kuku katika raji scale. Nikizungumzia raji scale, mtu anaingiza bandani broiler elfu kumi, anaingiza bandani broiler elfu tano. Hapo wameingiza kuku wachache, wanafuga kuku wengi. Kwa hiyo ni kuku ambao uh, nikifanya jumuisho ya kuku kwa ajili ya biashara broiler wanaweza wakawa wanaongoza kwa kufugwa na wafugaji wengi. Wanaweza wakawa wanachuana labda na layers, lakini layers sio sana broiler. Hata uh, ukitaka kujua hata makampuni ambayo yanazalisha vifaranga unakuta nguvu kubwa wameiweka kwenye uzalishaji wa hawa broiler. Sasa uh, kwanza kabisa Broiler ni kuku ambao wanahitaji uwe na elimu ya kutosha, wanahitaji uwe na elimu ya kutosha kuhusiana na namna ambavyo utawapokea vifaranga, namna ambavyo utawalea mpaka wanaingia sokoni. Maeneo mengi wanahitaji hivyo, uwe na, na, na elimu ya kutosha. Uh, endapo utakosa elimu, unaweza ukajikuta wewe ni mfugaji ambaye kila ukiwafuga broiler wanaishia kuumwa mafua, wanaishia kusizia, wanaishia e, kufa, hupati kile ambacho unakihitaji. Uh, kitu cha kwanza ambacho wafugaji wengi wengi sana wanataabika na hawa kuku ni elimu. Mfano mdogo nizungumzie mabanda ya broiler. Mabanda ya broiler ni tofauti kabisa, yaani unaweza banda la chotara au mabanda ya kuku wengine ukayaweka vile unavyojua wewe, lakini sio banda broiler. Wanahitaji hewa sana, hicho ni kitu cha kwanza. Jambo la pili, uh, kuwafuga broiler unahitaji kuwa na budget nzuri sana, kuwa mzuri sana wa budget kuwabajetia hawa kuku. Ninapozungumzia bajeti hawa kuku, ukipiga bajeti ya kawaida huwaga wanazidi gharama ya kuwauzia yaani, ukikosea tu bajeti, huwaga wanazidi gharama ya kuwauzia sokoni. Mfano kwa mfugaji ambaye yupo Dar es Salaam, hawa kuku siku ya ishirini na nane wanauzwa elfu sita mia tano elfu sita mia tano hadi elfu saba wakiwa wengi sana elfu sita mia tano wapo hadi wafugaji waka nawaona wanauza elfu tano mia tano elfu sita mia tano elfu tano elfu saba ndio bei ya sehemu ambazo kuna kuna wanafuga kuku wengi. Sasa hiyo elfu sita mia tano tuipigie hesabu hawa kuku uh, ili wafike kuku mia moja ili wafike siku ishirini na nane waingize sokoni, wanakula mifuko minne mifuko minne mifuko minne. Ukishindwa kubajeti vizuri mifuko uchukue wapi? Maanake utachukua kwa mfano starter moja grower mbili, ambayo uh, kwa bei ya Dar es Salaam ni kati ya elfu tisini tuweke tu makadirio ya elfu tisini zote, yani najua sio chini ya elfu tisini kwa sasa hivi. Kwa hiyo eh, tisa mara tisa mara nne ni kama laki tatu na sitini hivi. vifaranga hawa hua wanauzwa 2200, mia mbili, kwa hiyo laki mbili na ishirini. Ukiongeza laki mbili na ishirini hapo uh, ukiongeza laki mbili na ishirini hapo unakuja kupata laki tano na hemanini. Yani hicho ni chakula na kuwanunua kuku wenyewe, bado hujanunua booster. Kuhu, kwa hiyo unakuta kwamba laki tano na hemanini, ukiwauza hawa kuku wote unakuja kupata Laki sita na nusu yaani, kama umewaingiza mia moja wabaki mia moja Sasa ukikosea wakafa hata kuku kumi hiyo bachi yote unakuwa umepata hasara. Umeona? Kwa hiyo kuna maeneo ambayo bajeti, kwa mfano mimi nikitaka nikushauri katika hii bajeti, kwa mazingira hayo kufuga kuku mia moja ni uongo, inatakiwa ufuge walau kuku mia mbili kwa sababu awa mia moja wanakula mifuko minne lakini sasa cha ajabu kuku mia mbili watakula mifuko saba kwa kuku wanavyozidi kuongezeka idadi inavyozidi ku, kuwa kubwa, na idadi ya mifuko ya kualisha huwa inapungua inapungua. Umeona kwa nini? Kwa sababu kuku mia moja kiwalisia kabisa, wakipiga mahesabu kwa kuku mmoja mmoja wanakula mifuko mitatu na nusu ila uwezi ukanunua nusu ya mfuko dukani. Umeona? kwa hiyo wakishakuwa mia mbili nusu na nusu zikiungana unakuwa mfuko mmoja, ndio maana unanunua mifuko saba. Sijui kama utakuwa umenielewa vizuri kwenye hili eneo. Kwa hiyo unaweza ukakidhi walau ile gharama ya pale, na kitu kingine sasa, unahitaji siku ukisema leo mimi nawauza kuku wangu, aje mteja ambaye atawachukua kuku wote, ataondoka nao kama endapo mteja atasema achukue kidogo kesho, kidogo kesho kutwa, kidogo unaweza ukajikuta tayari unaingia kwenye nini? Kwenye hasara. Umeona, sasa unaweza ukajiuliza e, ni sahihi kweli kuwafuga hawa kuku? Ndio unawafuga hawa kuku. Kitu ambacho mimi binafsi naweza nikakushauri, kwanza kubali, katika batch tano, ukichukua batch tano kama we ni mfugaji yani, ukichukua kuku mara tano ukawaingiza mara ya kwanza ya pili ya tatu ya nne, katika mara tano lazima hapo kuna mara moja au mara mbili utakutana na hasara. Kwa hiyo wala, yani, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo usije ukawa unapiga mahesabu kwa bachi moja, utakata tamaa. Hiyo bachi ambayo utafika, umeingiza kuku bandani, umepata hasara, utakata nini tamaa yaani, utaona kabisa hawa kuku mimi hawanifai, ndio nimepata hasara, umeona na inatokea hata mara mbili ukapata uka, uka hasara, lakini mara tatu hakikisha unapata faida. Kitu cha kwanza, lazima kichwani mwako ukiweke kwamba hao kuku pia kuna muda mwingine nitakujaga nipate hasara. Kitu kingine ambacho nakushauri jitahidi sana kufuga hawa kuku kipindi ambacho mzunguko, yani tunasema demand ni kubwa, mahitaji ya kuku ni makubwa. Kwa mfano uh, walengeshe kuku wako wafuge waje watoke mwaka mpya, uh, maana unatoa tu siku 28 kama ni tarehe moja unatoa siku 28, kwa hiyo mwezi wa kumi na mbili kwenye tarehe moja au tarehe mbili unaoingiza bandani kuku wako tarehe 20, tarehe moja, maeneo ya mijini kuku unawauza bila kupingwa, eh, yani, eh, mahitaji yanakuwa ni makubwa, uh, Christmas, Pasaka, Eh, kuna sherehe. Jitahidi pia kuwa na uhakika sehemu ambayo utauzia, kwa mfano unaenda kwenye mahoteli uh, naenda kwenye masoko, masoko. Tafuta yale masoko ambayo hawanunui bei chini. Kuna yale masoko ambayo wananunuaga bei chini kuku mfano Ukimuuzia dalali mtukati ni wazuri wale, pale ni wazuri kwa watu ambao wanafuga eh, large scale, kuku wengi wanafuga kuku elfu kumi, elfu ngapi, wanawauzia watu na wao wanaenda kuuza, lakini kwa wewe ambayo unafuga kuku kidogo kidogo mtiani, kwa wale wananunua bei ndogo hadi elfu tano mia tano elfu sita elfu sita mia tano Kwa hiyo unaweza ukajikuta unauza kuku kwa pamoja wengi wote, lakini unaondoka na hasara. Kwa hiyo ukipata walau kwa wale yaani ukawa direct, ukajitahidi kumkwepa dalali, ukamfikia mteja wako, inaweza pia ikakusaidia kwa maeneo ya mjini ambao unatarajia kufuga wa broiler au wafuga alafu, usiingize tu kuku bandani huna uhakika. Yani broiler very delicate. Ni kuku hatari sana. Usije ukaingizaga tu bandani. Yani kama wewe ndio unaanza kufuga, ukasikia broiler au ukasoma mtandao kuna broiler ukaingiza tu bandani. Utakuja kwa mfano ukakutana na mwezi ule wa kwanza, wa pili. Hakuna mtu anawaza kula kula pale nyama. Umeona? utakuta unauza kwa shida unapata hasara na unakata tamaa. Kwa hiyo hakikisha Yaani, unajua kwamba mimi naingilia hapa, nitakuja nitatokea hapa, umeona. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilitaka nikwambie kwa, kwa we. Naona wengi sana wanalalamika na hao kuku. Pia tafuta kampuni nzuri, kampuni nzuri ambalo litakuletea kuku wazuri, ambalo unaliamini. Kuna makampuni yanaleta kuku wanakuwa wanadumaa, umeona. Kwa hiyo hiyo pia inakuwa ni shida kwako. Kuwa ni mambo muhimu sana ambayo nimekuelekeza hapo. Na ukitaka elimu zaidi, unaweza ukatutafuta sisi WhatsApp kujiunga na kundi letu. Ada yake ni shilingi elfu nane. Unalipia elfu nane kwenye hii namba, kisha tunakuunga kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji kitabu kimoja ni shilingi elfu moja na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vitabu ambavyo tunavyo unaweza ukaviona hapo hivyo ndio vitabu ambavyo tunavyo uh, Ukitutafuta utavipata.